Ni Septemba 29, 2025 hapa katika ofisi za TCCIA Manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, wadau mbalimbali wamefika hapa kwa niaba ya kujadili masuala mbalimbali ambayo yamekuwa yakiwakandamiza wanawake kabla, wakati na mara baada ya kumalizika kwa uchaguzi mkuu. Dahalo huo umeandaliwa na shirika lisilo la serikali la Door of Hope na ambapo wadau hao walikuwa na haya ya kusema. Swala so, zima la ukatili linatokea, sababu zipo wanawake wengi huwa wanakurupuka. Nikisema kukurupuka, namaanisha yani wanakuwa na muhemko kipindi kile cha uchukuaji wa fomu. Kipindi cha uchukuaji wa fomu hakitakiwi kukurupuka wala kufanyia muhemko kipindi, ki, swala la uchaguzi ni swala la kujipanga. Ukijipanga katika familia, ukijipanga katika upande wa marafiki, ukijipanga upande wa majirani lakini mwisho wa siku unavyokuja kutoa taarifa tayari umeshachukua fomu na umeshajipanga katika hizo sistimu zako zote, ndugu jamaa na marafiki, utachukua ile fomu na utarejesha kwa wakati, na ukatili hautakuja kutokea. Kwa maana hata kama itakuja kutokea, wajumbe umetaka hiki, wale marafiki wale ndugu wale majirani watakusapoti kwa upendo, ili swala lako lifike wakati na uwe kiongozi bora. Kwa hiyo kinachotakiwa kikufanyika kikubwa ni kujipanga mapema, sio kukurupuka wakati wakwenda kuchukua fomu katika kipindi hiki cha uchaguzi. Uh, wanawake wengi sana wanakutana na masuala mazima ya ukatili na ukatili ambao wanakutana nao katika kipindi hiki cha uchaguzi. Uh, wanakutana na, na, na, na, na, na ukatili, wengine wanaombwa rushwa ya ngono, kuna wengine wanaombwa fedha, jambo ambalo wao kama wanawake wanashindwa um, kuli, kuli, kulimudu kutokana na eiza na vipato vyao lakini pia hasa ukizingatia wanawake wengine wanaokuwa katika wapo katika ndoa, kwa hiyo wakiomba rushwa ya ngono inakuwa haiwezekani kufanya hicho kitu kutokana na imani, kwa sababu tayari yupo katika, katika katika mahusiano na, na, na, na mwenzie. Kwa hiyo sasa nini kifanyike ili a, kuhakikisha tuna tunaondoa tuna, tuna tunaondoa haya masuala ya ukatili kwa wanawake hasa katika kipindi cha uchaguzi? Cha kwanza kabisa a, ni elimu. Jamii inatakiwa ipatiwe elimu ya kwamba mwanamke anao uwezo na anayo haki lakini pia anayo fursa ya kuwa kiongozi katika jamii, kwa sababu kuna baadhi ya jamii mpaka leo zinaamini kwamba mtoto wa kike hawezi kuwa kiongozi, jambo ambalo kimsingi tunamnyima tunamnyima tuna huyu mwanamke kuonyesha uh, kile kipawa chake ambacho alichopewa na Mwenyezi Mungu cha cha kuongoza, kwa sababu uh, Mwenyezi Mungu kila mtu amempa uwezo alionao wa kuongoza, na hasa ukizingatia hawa watoto wa kike au hawa wanawake wana wana uwezo mkubwa wa kuongoza, lakini tunawanyima fursa ya kuonyesha huo uwezo wao wa kuongoza katika jamii zetu. Upande wake, mkurugenzi wa Door of Hope Tanzania naye amezungumzia juu ya maswala hayo ya ukatili kwa wanawake kuelekea uchaguzi na mara baada ya uchaguzi. E, kwa uzoefu wetu kama taasisi tumebaini kwa wakati fulani eh, wanawake wetu ambao tumekuwa tukiwaandaa toka muda mrefu. Kuna wanawake tumewaandaa toka mwaka 2020 eh, kuhakikisha kwamba wanafikia kwenye nafasi mbalimbali za uongozi na wanapata nafasi za uongozi zenyewe na wanaingia kwenye nafasi za maamuzi. eh, mwaka jana kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa eh, wametupa uzoefu mkubwa wa hali ya waliokabiliana nayo, na hasa changamoto ya ukatili kuanzia kwenye mchakato wa vyama vyenyewe walivyogombea kupitia kwavi lakini hata mwaka huu 2025 tumebaini taarifa mbalimbali zinazoonyesha wanawake wengi kukandamizwa, kunyimwa fursa e, kupendelea makundi mengine tofauti na wanawake, lakini mazingira mengine ya rushwa na matumizi mabaya ya rasilimali fedha inayopelekea wanawake wasiokuwa na kipato kubaki nyuma na kupoteza uelekeo. Kwa hiyo leo tulikuwa tunajadili moja, kuangalia nini kifanyike hasa tunapozungumza ukatili wa kijinsia wakati wa mchakato wa uchaguzi, kabla, wakati na baada, na kiu zaidi, kichu, kikubwa zaidi kilichojitokeza kikubwa zaidi ni kwamba michakato ya ndani ya vyama inawapendelea wanaume kuliko wanawake, hali inayopelekea wanawake kujiingiza kwenye mazingira ya kukatiliwa, aidha kwa kutaka wenyewe au kwa kulazimishwa, na hiyo hali au mfumo uliojengwa wa namna hiyo ambapo wanawake wengi wameeleza kwamba wanaofanya maamuzi ya kuchagua na kupiga kura dhidi ya watakaopata nafasi mbalimbali kwenye vyama asilimia kubwa sana ni wanaume, na hiyo hali inawanyima fursa wanawake walio wengi ambao wako tayari. Lakini jambo la pili, tumeona kuna changamoto kubwa ya hali ya kiuchumi, kwamba wanawake wengi na michakato hii ya kiuchaguzi inagharimu sana fedha, na kwa sababu hiyo hali ishawekwa kwamba bila kuwa na fedha E, kupitia michakato ya vyama na uchaguzi kwa ujumla unakuwa uwezo kupata na asilimia kubwa ya wanawake wengi uchumi wao uko chini, tofauti na wanaume, na hiyo hali inaweka mazingira ya wazi ya wanawake kukatilika. Lakini jambo la tatu ni hali ya wanawake kutokuwa na uelewa juu ya haki hizi wanazozikimbilia. E, mchakato wa kugombea ni, ni, ni wa uhuru, unapaswa kuwa wazi, unapaswa kuwa salama, unapaswa kuwa sawia lakini tulichokiona na tunachokiona ni kwamba wapo wanawake wanaoingia kwenye michakato bila kujua haki hiyo ya kikatiba au haki ya vyama vyao. Kwa mwisho wa siku, wanajikuta wanajiingiza au wanaingia kwenye mitego mibaya ya kukatilika, aidha kuombwa rushwa ya ngono na mambo mengine kama hayo yanayowaathiri. Sasa hali hiyo sisi tumesema kwa vyovyote vile, pamoja na changamoto nyingine za amira, desturi, imani, mazingira ya wanawake kuto kujiamini, mazingira ya jamii kuto wakubali wanawake kama wanavyokubalika wanaume na mazingira mengine tuliyoyasema, bado kuna mambo ya kufanya. Moja, kuendelea kutoa elimu ya kutosha kwa jamii nzima kuamini kwa kwamba mwanamke anachaguliwa sio kwa sababu ya nafasi yake kama mwanamke eh, au mwanaume anachaguliwa sio kwa sababu ya wanaume wake anachaguliwa kwa sababu ana sifa za kugombea, ana sifa za kuongoza, ana mahono, ana ndoto, ana ujasiri, anabeba maslahi ya jamii yake, lakini mwisho wa siku anaweza kuongoza wenzake eh, na kuleta mlejesho stahiki kwa wananchi wake. Lakini jambo la pili ni kwamba jamii inapaswa ifahamishwe kwamba, eh, mwanamke anaweza kugombea sawa sawa na nani, na mwanaume na hivyo nafasi ya masuala ya kugombea siyo masuala ya kijinsia, hayaangalie masuala ya kijinsia. Mwanamke apewe nafasi sawasawa sawa, kama anavyopewa nani mwanaume. Mila desturi na imani visiwe vikwazo tena. Jambo jingine kubwa ambalo tunapaswa kulifanya kama jamii ni kwamba vyama vya siasa viangalie eh, na vichambue mifumo yao ya ndani kama siyo pendelezo haipendelei kundi moja na kuipa kukandamiza kundi jingine, ili itoe nafasi sawia kwa akinamama, kwa vijana wa kike, vijana wa kiume, ili wote wapate fursa za kugombea na au kuongoza kama watakuwa wamepata ridhaa kupitia kwenye vyama vyao. Katika ofisi za TCCIA Manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, Heri Abdalla, Chivihi Media.